Salamu alaikum, tumekuja tena kuongea kuhusiana na mvutano ambao iko baina ya mashia na masuni. Sasa kipindi cha leo tunataka kuzungumzia kuhusiana, je, qurani imebadilishwa? Qurani hii ambayo tuko nayo ndio qurani ambayo ilishuka zama za bwana Mtume ama sio qurani ambayo ilishuka zama za bwana Mtume? Kuna imani ya kishia kuna imani ya kisuni kuna imani ya ahlutarika na madhehebu zingine. Mashia wako madhehebu kuna zaidia kuna ismailia na kuna is ithna asharia. Wasuni kuna shafii kuna hambali kuna maliki na kuna hao wengine ambayo wamekuja baada ya hapo ambayo tutasema kuna mawahabi na, na, na wengine. Sasa tunataka tuzungumze Qurani ambayo tuko nayo sasa hivi ndio Qurani ambayo bwana mtume alitushukishia ama vipi? Tukiangalia tunaona watu wengi wanazungumza kwamba kuna Qurani ya mashia, masuni na nasema kuna Qurani ya masuni na kuendelea. Sasa Qurani ya mashia ama Qurani ya masuni, sasa tunataka tuzungumze tuelewe, ndio tuelewe msingi ya hii mazungumzo. Tunatakana turudi nyuma tuone nini ndio ilitokezea mazungumzo kama haya yakaanza. Tunaona kwamba katika zama za baada ya wafati ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuna baadhi ya masahaba walikuja na Qurani wakisema, hapana, siku za Mtume Suratu Tauba ilikuwa ukubwa wake ni mara tatu ya hii Suratu Tauba ambayo iko. Masahaba ndio wanazungumza hivyo. Baada ya kufariki kwa Bwana Mtume, tunaona kwamba kuna masahaba wanakuja, wanazungumza, wanasema kwamba eh, aya fulani katika Qurani ilikuwa ni ndefu zaidi, ama aya Qurani, aya fulani katika Qurani ilikuwa sio kwa utaratibu hiyo. Ama tunaona kwamba baada ya kufariki bwana mtume, baada ya muda sio mrefu, Imam Ali anakuja anasema, nimeleta Qurani, alafu watu wanasema Qurani ambayo tuliona Imam Ali ako nayo ilikuwa ni kubwa na ilikuwa ukubwa wake haitoshani na hii Qurani ambayo tu, tuko nayo sasa hii Qurani ambayo ni kubwa zaidi, na hiyo Qurani ambayo hao masahaba wanaizungumzia ni kubwa zaidi, tofauti yake ni nini na ni vipi? Sasa hiyo ndio msingi ambayo ya baadhi ya watu wazama hizi wanasema inamaanisha kwamba hii Qurani sio Qurani ambayo nini ilikuwa kwa zama za bwana mtume, upande wa kisuni na upande wa kishia na upande wa kiwahabi na hao wengineo. Sasa hao ni wazama hizi, lakini inabidi baada ya hapo tuende step by step hatua hatua, na tuangalie kwa kutumia akili, sio kutumia hisia na emotion na kusema huyu ni, ni shia ama huyu ni msuni, ndio tuelewe kwamba Qurani hii ambayo tuko nayo ni Qurani ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ama vipi? Hapa nasema moja kwa moja, kabla ya kwenda mbele, Qurani ambaye tuko nayo ndio Qurani ambayo bwana mtume alituletea na iko kamili, na hiyo ndio ambayo tuliletea na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa imani ya kishia, msuni akiambia akisema mshia ako na Qurani tofauti, musimkubali. Na kwa imani ya kisuni, mshia yoyote akisema msuni ako na Qurani nyingine pia, usimkubali. Sasa tumesema mshia namsuni wote wanaamini kwamba Qurani hii ambaye iko ndio Qurani ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalili ya kwanza ni aya ya Qurani. Tunaona kwamba Qurani inasema, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Mwenyezi Mungu anasema, sisi ndio tumeishukisha hii Qurani na sisi ndio tutaihifadhi. Sasa Mwenyezi Mungu akisema tutaihifadhi kuna mtu anaweza akavunja kitu ambayo Mwenyezi Mungu amesema? Mwenyezi Mungu amehifadhi na hawezi kuacha kitu kibadilike katika Qurani. Sasa tukirudi, kuna vitu kadhaa ambayo tunakosea katika misingi ya kufanya bahthi ya elimu ya kielimu. Wewe ambao unakuja unataka kuelewa Qurani ama historia ambaye ambayo imetokezea katika zama za Bwana Mtume ama baada ya Bwana Mtume. Sio kila kitabu ambaye imeandikwa, unasema nasema mwanazuoni fulani ameandika na amesema kwamba Qurani imebadilika na sio ile Qurani ambaye mwanazuoni wa sasa yeye ame ameketi ameangalia kwa elimu yake ambayo ako nayo. Lakini sisi tukitaka kufanya utafiti, kuna vitabu ndio zinaitwa vitabu msingi kwa upande ya kishia na kwa upande ya kisuni mshia akitaka kuambiwa kwamba nyinyi mna imani kitu fulani, unatakana uende uangalie katika vitabu vyake msingi na mshia. msuni pia ukitaka kusema kwamba nyinyi mko na imani fulani mshia unatakana uende uangalie kwa vitabu vya kisuni msingi. Sasa wewe ukitaka kumkosoa msuni pia unatakana uangalie hivyo vitu ambavyo vinatajwa viko kwa vitabu msingi za, kis, za kisuni ama tu ni hawa mashehe wa, wa zama hizi ndio wamekuja wakasema kwamba mimi nimeona kwamba katika hadithi fulani na fulani na fulani ina. Sasa huwezi kukosoa usuni na huwezi kukosoa ushia kwa sababu ya shehe mmoja ambaye amepingana na fikra asli ya kisuni ama ya kishia. sasa Msingi ya kwanza ni kwamba tuangalie vitabu zile msingi zile muhimu za madhehebu zote mbili, ndio ukuje sasa uketi uangalie msingi nyingine ambayo unatakana uko uko nayo na ufuatilie. Na ni muhimu sana ni kwamba vitabu ambavyo vimeandikwa katika zama karibu na bwana mtume, bwana mtume baada ya, ya kufariki tarehe kumi na tatu wa hijra, hapo kuna vitabu vilianza sasa kuandikwa vitabu ambavyo vinakuwa viko karibu zaidi na baada ya kufariki kwa bwana mtume, ndio vinahesabika vina vitabu msingi kwa upande ya mashia na kwa upande ya masuni. Sasa upande zote mbili, kama vitabu ama kitu kimetajwa katika hizo vitabu, ndio sasa wanazuoni huwa wanaketi wanaanza kuzungumza sasa utasema ati kwamba kuna shekhe ako Misri, amesema kwamba nyinyi masuni mnaamini kwamba Mungu ako hivi na hivi. Hiyo sio imani ya wasuni, hiyo ni imani ya huyo mwenyewe, ndi amefanya utafiti wake. Ndi anasema kuna shekhe fulani ako Landa, ni shekhe wa kishia, amesema kwamba masahaba wako hivi na hivi na hivi, mke wa bwana mtume ako hivi na hivi. Hapana, hiyo ni imani ya huyo mtu. Kama utapata hizo mazu, hayo mazungumzo utayapata katika hizi vitabu msingi, hapo ndio utasema kwamba ha, hii ndio imani ya mashia, hii ndio imani ya masuni kama haujazipata katika hizo vit, nini vitabu za hizo zama, hapo hawezi kutuhumu mshia, hawezi kutuhumu msuni. Hiyo ndio msingi moja. Kitu kingine, kuna kitu inaitwa hadithi dhaifu. Hadithi dhaifu hususan kwa upande ya madhehebu ya Kishia. Madhehebu ya Kishia katika zama za Bwana Mtume ilikuwa ni kwamba watu wamesikia hadithi za Bwana Mtume. Sasa sio kila mtu alikuwa wakati muda wote ako na Bwana Mtume, kuna baadhi ya muda alikuwa nyumbani, kuna baadhi ya wakati ya alikuwa mashambani, kuna baadhi ya wakati ya alikuwa safari, na kila muda alikuwa ako na watu baadhi maalum. Sasa mtu akikuja akisema Bwana Mtume amesema, sasa hauwezi kumpinga kwa sababu haukukuwa na, na yeye. Sasa watu walikuja wakakusanya hadithi zote wakaziweka katika vitabu, lakini walikuja wakasema kwamba sawa, hizi hadithi ndio tunazikubali, lakini tuna msingi ya kukubali kwamba huyu mtu tunakubali hadithi yake ama vipi. Ndio alikuwa ni katika masahaba. Masahaba yani mtu ambaye anasuhubiana amekuwa na bwana mtume. Huyu alisafiri safari moja mtume na bwana mtume na hajakuwa tena na yeye. Je, huyu mtu venye tunamjua katika zama zake, maisha yake alikuwa ni mtu mkweli ama alikuwa ni mtu mwongo? Kuna baadhi ya watu walikuja mayahudi wakasilimu alafu kesho yake wanatoka katika Uislamu, alafu wanasema sisi tukiwa Waislamu kulikuwa kuna hii na hii na Bwana Mtume alikuwa anasema sasa. Kwa kusilimu kwao, anas anataka kuonesha kwao, mi nilisilimu najua Uislamu. Sasa anasema kitu chochote anataka kusingizia Uislamu. Tunaona kwamba kuna watu walikuwa Mayahudi, walikuwa wanakuja wanasilimu. Hata Qurani inawataja, Qurani inataja inasema nini kwamba wakala taifatu min ahli lkitabi aminu biladhi unzila ala ladhina amanu wajha nahar wakfuru akhirahu laalahum yarjiun. Yani nini? Inasema kwamba kuna watu watu walikuwa wanaambiana wanaelewana kwamba mkuje mwamini kwa haya ambaye hawa watu wameamini, wa yani waislamu wameamini, mwamini mwanzo wa mchana, alafu ikifika usiku mu, nini mukufuru, yani mwachane na hiyo dini yao. Sasa mkiwacha watu wataanza kushangaa, watasema eh, hii idadi ya hao watu wamekuja wakasilimu, alafu wakawacha, inamaanisha uislamu kuna shida, ilikuwa iko ndani basi watu. Na hapa hapa tunaona kwamba kuna watu pia walisilimu na wakaingia katika Uislamu na wakatoka alafu wakabaki wakitaja kwamba riwaya fulani imetajwa na Bwana Mtume. Sasa mtu kama huyu ambaye alikuja akakufuru na akaacha Uislamu, na hadithi yake iko katika vitabu vyetu vya kishia ama vya kisuni, tunaweza tukakubali hadithi yake na riwaya yake? Sasa kuna mambo na misingi muhimu ambayo inatakiwa iangaliwe katika historia ndio tukubali hadithi ya mtu. Sasa Qurani tumesema hapo kwanza. Msuni na Mshia wote wanaamini kwamba Qurani ni ile ile. Msuni wa Sunni kwa madhehebu zote. Mashia kwa madhehebu yote pia. Sasa Hawa watu wanaamini Qurani ni hiyo hiyo ambayo bwana mtume alishukishwa, haijabadilika, haijaongezewa, haijapunguzwa, haijafanyiwa kitu chochote. Kuna kitu ambaye hakuna mtu anapinga kwamba katika tafsiri ya Qurani ndio watu wana, wanatofautiana tafsiri. Ni vipi? Ni kwamba aya ilishuka na sote tunakubali ilishuka, Qurani ilishuka na sote tunakubali ilishuka, ilishuka kwamba iko na alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi mpaka mwisho. Lakini tafsiri ya alif lamim ni nini? Sasa hapo ndio kwamba nini masahabu anakuja wenyewe, kila mtu ana tafsiri. Kuna mme mwenye anasema kwamba mimi nilielewa hivi kwa bwana mtume, huyu mwingine anasema mimi nilielewa hivi kwa bwana mtume. Sasa hapo ndio inakuwa kwamba tofauti ya kwamba, Qurani ambaye tuko nayo sio Qurani yenyewe. Qurani ni hiyo hiyo. Maandishi ni hiyo hiyo, mwenye alituma ni yule yule. Mwenyezi Mungu alimtumia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na masahaba na watu wake wote wakapokea na ikafikia waislamu wote, lakini sasa kuelewa ndio ilikuwa tofauti baina yao. Sasa swali moja, ambaye tunasema kwamba baadhi ya masahaba ama tunaona Imam Ali alikuwa na qurani tofauti ama alikuwa na qurani kubwa zaidi, haya masahaba au, au Imam Ali Qurani ambayo inatajwa kwamba alikuwa ako nayo ilikuwa ni hii Qurani, lakini ziada yake ilikuwa ni nini? Kwa sababu alikuwa anajua kwamba kila zama ina, inavyoendelea na watu wanakuwa mbali na zama za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi waalihi wasallam wa watu wanakosa kukuwa na namna ya kuelewa nini alikuwa anakusudia nini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi waalihi wasallam sasa alifanya vipi? Alichukua qurani, akaiweka na akaweka kando ya kila aya dalili au sababu, nuzul ilishuka kwa sababu ya nini. Tulikuwa tumeketi na bwana mtume, watu wakauliza swali, hii aya ikashuka. Sasa alikuwa amekusanya maelezo na tafsiri za aya, ndio tunaona kwamba hiyo aya ama hiyo qurani ilikuwa ni kubwa zaidi, lakini sio kwamba ilikuwa ni qurani ambayo iko na aya zaidi ama iko na mambo zaidi, na hakuna mtu anaamini kwamba kuna Qurani zaidi ya hii Qurani. Haya masahaba pia hivyo hivyo, senye wanasema kwamba ilikuwa ni kubwa zaidi ama ilikuwa ni nini, wanakusudia kwamba kulikuwa kuna maelezo ambayo yalikuwa yametokezea na sisi hatujaelezewa, ama haijawekwa katika Qurani, kwa sababu hawa walikuwa wakiangalia senye mtume ameshukishiwa ame aya ni aya moja ama ni sura moja. bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Laini mbili, laini tatu. Lakini masahaba wakiwa hapo walikuwa wanaona kwamba sisi tulikuwa hatuelewi kwamba Mwenyezi Mungu ni nani? Sisi tulikuwa hatuelewi ahad ni nani? samad ni nini? mwenye, mtume akashukisha aya na akakuja na maelezo. Sasa kuna ambao wanaona kwamba hayo maelezo pia yanatakana ya kuja pia nini? Kando na Qurani. Na sasa wahyi ya Mwenyezi Mungu yani maneno ya Mwenyezi Mungu ni kando, na maelezo ya Bwana Mtume ni kando. Sasa kuna ambao walitenganisha wakasema kwamba hii ni Qurani tumemalizana, lakini maelezo tuweke kwingine. Na tofauti sasa, baadhi ya masaba kasa, hapana, ni muhimu zote zikuwe pamoja ili watu waelewe tofauti ya hizi aya, zimetoka wapi, zimeanzia wapi, na kwa nini zimekuja kwa utaratibu hiyo na maelezo hiyo. Hapo ndio tutakuwa tumemalizia. Tunasema tena hakuna Muislamu yoyote kuanzia zama za Mtume ameandika anaamini kwamba Kurani hii na Kurani ambayo Bwana Mtume ime alishukisha ni tofauti. Huyo ambaye amekuja ni yeye binafsi na tutairudisha kwa Uislamu, sio kwa madhehebu za Kisuni, sio kwa madhehebu za Kishia. Mwenyezi Mungu atujalie tuielewe Qurani vizuri kama vile ambavyo Bwana Mtume alikuwa anataka tuielewe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.